Anaandika Askofu Benson Lwakalinda Bagonza akitoa tafakuri e, kuhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere e, na mnukuu, alichokiandika ni tamtafakari. Kambarage Mosi, uliishi, unaishi, utaishi. Kambarage, baba wa taifa, unatuongoza kutoka kaburini. Wanaokupinga na wanaokuunga mkono wote hawakusahau, wanaliheshimu kab eh, kabo, kabo, kabori lako kuliko wanavyokuheshimu wewe. Leo siku ya mapumziko na, na wote wanaokuenzi na wanaokupuuza wamepumzika. Pili, uliacha taifa sasa tuna nchi. Taifa ukomboa nchi uteka. Tofauti kati ya taifa na nchi ni muhimu. Uliongoza kutokea nyuma, katikati na mbele yetu. Waliokufuata wakuthubutu kuja katikati wala mbele yetu wanatuswaga kutokea nyuma. Tatu, ulikosoa, ulikosolewa, ulijikosoa. Ulikosoa chama chako, ulikosoa serikali yako, ulijikosoa mwenyewe. Ulikosoa kanisa, ukakosoa misikiti, ukakosoa wasio na dini. Hivi sasa kukosoa ni uhaini? Nne, ulikosoa matajiri, ukakosoa masikini ukawapenda maskini na ukaishi umaskini bila kutukuza waliokufuata. Wanakubeza, kwa nini ulikuwa maskini? tano. Sitakulinganisha na yeyote, nitakutumia daima kuamrika wengine na kujimlika mwenyewe. sita. Mwenge uliouasha haupo mlimani Kilimanjaro, bali barabarani unatumika kueneza UKIMWI kwa vijana wetu wanaokimbiza wanao wanalala usiku, vijana wetu wa kike na wa kiume wanalazwa usiku kucha. Saba, wewe ulipanga mwenge uamlike maadui wa ndani na nje ya taifa letu. Siku hizi mwenge unaamlika vizuri maadui, ili waweze kutuibia kututeka na kutunyanyasa. Leo E, tarehe tariku kumi na nne mwezi wa kumi mwenge unazimwa kama ulivyowasha mwaka jana. Kimsingi mwenge ulizimika siku wewe ulipozimika miaka ishirini na sita iliyopita nani lakini, mwenge wa kweli umo mioyoni mwa Watanzania wapenda umoja, haki na amani ya kweli. Mwenge feki unahubiri amani tu mwaka huu tunachagua na kuchaguliwa. Tunalazimishwa kuwa na vyama ili tuchaguliwe, bila chama huwezi kuchaguliwa, lakini ili tupige kura hatuulizwi vyama vyetu. Mkoloni aliondoka, vikabaki vyama. Taifa linaangamia kwa rushwa na ubabe, viongozi wanashangilia. Tunaalikwa tule ubwabwa ili 2910 tukatiki kumi. Ulituita wananchi, na Waswahili hawa wanatuita wapiga kura, na sisi tunawaita wapiga dili. Hawakumbuki mara ya mwisho ni lini walinawa kabla ya kula. Hawaongozi tena, wanateka na kutesa. Hawaogopi kufa, wanaogopa fikra zako. Siku nikija, nitakuambia mengi. Nakaribia kuja. Legeza kitasa cha mlango ili nikiingia mafisadi wasinisikie. kumi na moja. Waliofanya kazi nawe kwa karibu wameisha. Waliokuwa na, na kukusikia wamebaki wachache. Wanaokusikia na kukupuuza ndio wengi hawataepuka gharama za kukupuuza. Kumi na mbili. Kambarage, ulimwogopa Mungu, waliokulithi wamemua Mungu ili wawe huru. Kuku akipotea tunaona manyoya, lakini mtu akipotea tunaambiwa ni michezo. Michezo yao ni maumivu yetu. Mwalimu, naomba usife kabla sijafa anamalizia Askofu Benson Kalikawe Lwakalinda Bagonza: turudi mezani, tumfufue mwalimu kwa fikra. E, ni tafakuri ya e, Askofu Kalikawe Bagonza e, mkuu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri KKKT eh, Diosisi ya Karagwe mkoani Kagera Tanzania, akitoa tafakuri kuhusu eh, baba wa taifa ambaye ni Mwalimu Julius, Julius Kambarage Nyerere aliyetimiza miaka ishirini na sita tokea age dunia.